Lakini kwenye eneo jingine la upatikanaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu, serikali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo. Lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke, vifaa kama wheelchair, vifaa kama Uh, hearing aid uh, hizi. Um, aid za kusaidia usikivu, vifaa kama yale mafuta ya wenzetu wenye ualbino na vifaa kama hivi vya kuweka au tuseme kama nyonga bandia na kadhalika, vyote tutaviondoa ushuru ili viweze kupatikana kwa gharama nafuu zaidi, lakini serikali haitasita jukumu lake la kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa vifaa hivyo vinatolewa na serikali kwa wenzetu wenye ulemavu bila ya malipo.